Bro, nataka nkuulize maswali matano ya Kimijikenda, ukinijibu nikupe elfu moja. Uko tayari? mm. a nzima nzima leo foro kwao nika saha sahaahaabaah saha kukengwa mae. maye Ah, julo simani. kumanya zulo sasa mairuko sakare osha <laughs> <laughs> <laughs> namba ntosha huyu. <laughs> matatu ama ni matano? Matano. ndio eh. mwenye nauliza eh, na kuuliza maswali matano ukijibu unachukua tengaatau

anakuuliza maswali matano bro yenye ni misemo. Ukipata unachukua itenga. Saa uko tayari? Haya ha. Mwanamsikizi kambirwad chenjira cho mwalani foro kwao hatahi <laughs> utamsaidia hizo hizo nimemuuliza. mm -hmm. maybe uko na clue nazo ama ngulize zako kwa uh, hivyo uh, ngulize nah, yeah. zako ama ah, jimba. Kari jimba. Ah, ni sawa kurogwiri, ah ni sawa although meeka ni nini lakini is the correct answer <laughs> uh, <laughs> chenji ni <mualani. laughs>

Ukegwa la Maa. Hinde hiko Da indehiko hiyo bado sija sikia kabisa asena wakwe zasaa zote amefeli u nauu ndo nimeuliza rahisi rahisi unambwa mubomu hiyo kaima hiyo <laughs> mbomu basi muzio ah. zulo zulo na nguvu afererwaye ndiyarirwaye afererwaye ndiyariwaye sawa alafu foro kwao kamuna ichinyolwa inatsefu sawa chila mriango hiyo simaye nayeni zulo kuzetswa kuzetswa kuzetswa ah. Uh, ukoo sai saha uklai saa ukala mwirini <laughs> foro kwao amkwao mzini, nataka uniambie Baum, tofauti ya o na zero, tofauti tatu. Uchukue mia mbili saa eh, atia ma eh, tofauti zake tatu Uh, ya kwanza zero. Mm. O ni nini oh? Ni, ni spelling. Ni mm -hmm. ile mm. mm. Eh, sufuri kabisa, haina kitu, si ndio? Sufuri haina kitu, ndo magome umetwambia. Oh, o ni, ni spelling ni sawa eh. Sasa nataka utwambia hili zero eh, ni nini? si hata hakuna kitu wakati liko, ni zero. Zero. Zero, yani ni kumaanisha kwamba, yani hapo <laughs> hakuna kitu yeah. Yani ni zero yani, yeah. Yani, ha... yani ni zero yani... yani hapo ni bure.